Karibu, dada Jessica, umetokea wapi? umetusikia wapi? Naitwa Jessica Joseph Charles, natokea mm. um, Kimara hapa Dar es Salaam. Ulikuwa wapi Kimara? Kwa baba mama. Kazini wapi? Nyumbani, kwa baba, mm. kwa baba. Okay. Umemaliza shule ndio mwaka gani? elfu mbili kumi na nane mpaka 18, mpaka nane. Leo miaka mingapi? karibia kumi. Kumi haijafika mm, ila inakaribia mm ulikuwa unafanya nini muda wote niliwahi kufanya kazi za ndani mara moja mm -hmm. na pia mwaka jana nilikuwa nimeajiriwa dukani mm -hmm. mm -hmm. baada ya hapo ndo nimekuja hapa mm -hmm. kwa hiyo una mpango gani kwenye maisha yako unataka kuendelea kufanya dukani nyumbani unarudi tena nyumbani hapana mm -hmm. nimekuja hapa mm -hmm ili nifanye kazi niweze kupata mtaji nifungue biashara yangu. Mm. Natamani nifungue siku moja duka la nguo. Okay. Mtaji mm. utakao niwezesha kupata mfano fremu, mtaji mm. wa kuuendeshea mm. pamoja na masuala yote ya leseni na kila kitu ili nikifanye kwa usawa. Mm. Mm. Okay. kazi za ndani unaziweza vizuri? Ndiyo. mm -hmm. Kama kazi gani? Kupika mm -hmm. kulea watoto. Unapika nini asubuhi? Unaweza kupika nini? Chapati. Chapati za aina gani? Za mayai pamoja na za kusukuma mm -hmm. mandazi pia naweza naweza vyakula okay. mm -hmm. mm -hmm. Vingine naweza kupika pilau, wali mm -hmm. ugali mm -hmm. tambi mm -hmm. kande pia naweza kupika mm -hmm. Mm. Okay. Umejifunzia wapi? Nimejifunza, yani kabla sijaanza kufanya kazi babangu alikuwa ananifundisha kupika. Baba umeelewa? Na baba sio siku siki, ukimtaja mama? Mamangu amefariki nikiwa mdogo. Ukiwa mdogo mdogo wa umri gani? Nikuwa darasa la sita la sita. Mmezaliwa wangapi? Nimezaliwa peke yangu mpaka leo. Baba akuoa tena? Hapana, wala hajazaa watoto wengine hapana. Unahakika? Kwa hiyo baba ndio akafundisha kupika? Ndiyo. Okay, hiyo baba ni mpishi mzuri ndiyo? Okay, basi anajua kupika? Hapana, alikuwa tu anakupikia mtoto wake. Ndiyo. okay. Yeye anafanya nini baba? Baba anafanya kazi serikali za mtaa. hmm. wapi huko? Kimara. Kimara ndiyo? Okay. Yeye ni nani? Mwenyekiti, mwenye mwenye baraza ni mwenyekiti mm. okay. Baraza mwenyekiti. Ulisoma mpaka ulisoma darasa la saba? Basi ndio kwa nini unataka kuendelea na shule ni za bure, na babako mwenyewe ndo huyo yuko kwenye sistimu huko. Kwa nini kuendelea na shule hizi, na, na shule ni bure kipindi hicho? Ilitokea changamoto yaani mimi ni sikusoma kwa sababu wazazi wangu walikuwa wana uwezo kipindi, na maliza la saba shule za private zilikuwa ni hela nyingi you know, na wazazi wangu walikuwa hawana uwezo ndi. Wewe umemaliza umewe, shule juzi tu hapa, elimu bure, si ndio? ilikuwa ishaanza kwa isha. Ah, saa, wewe, na changamoto, changamoto gani? changamoto gani nipe, sasa, changamoto yako. sikufanya vizuri shule, kwa hiyo baba alivyoniambia narudie eh, nikaona kama vile yani ah, ni yani Umri unazidi kwenda. Umri unazidi kwenda. Umri una mpaka uh, sasa hivi mm. Eh, uliona umri unaenda. Mpaka sasa hivi umefika wapi sasa? Bado unazunguka huku huku? Ndiyo. Eh, uone kama uli ngerudia tu ukaendelea kidogo na shule. Ni kweli. Ila ndio umekuja kujifunza sasa hivi. Nimekuja kujua muda ushaenda. <laughs> Muda ushaenda. Ndiyo. Ila msiacha kujiendeleza hata kama umefika la saba. Mm. Shule, elimu zipo. Sasa hivi unaweza ukajiendeleza kwa kujifunza vitu mbalimbali, usikae bure bila kujiendeleza kiakili e. Yeah. Kwa hiyo kwa sasa hivi unataka utafute mtaji wa kufanya biashara okay. Sawa, karibu e, kama, kama nafikiri cha kusisitiza ni kuhakikisha nimependa umesema unajua kupika, hivo tutakujaribisha kituoni kama kweli unajua kupika, maana wengine wanajipigiaga promo tu za, za uongo uongo lakini jiwekeze kwa sababu m kuja kuwa mjasiriamali wa huku Ndi. Basi sasa ongeza maarifa, jifunze kupika sana kwa sababu sasa tunafanya kazi za za ndani. Jifunze sana kupika, jifunze sana jinsi ya kukaa na watoto vizuri Ndi. na jifunze sana kufanya usafi vizuri Saa. Aa, hayo ni maarifa ambayo yanapatikana kirahisi, unaweza tu kujifunza, yani unahitaji kwenda mpaka chuo wakati kwa sababu sasa hivi tayari uko kazini ila ukitaka kujiendeleza utajiendeleza kwa sababu, kama ulivyosikia, naongea na dada nanie pale, kama mtaalamu wa malezi mm, umesikia anaenda kulipa laki tano eh. kwa hiyo kwenye hizi kazi za ndani unaweza ukajiendeleza ukalipwa vizuri zaidi, au la, uh, ujiendeleze kwenye kitu kingine. Kwa mfano umesema unataka kuja kuwa fanya biashara wa nguo e. Sasa pia ile ni elimu sawa, kuuza nguo usichukulie tu nachukua nguo naweka hapa Nenda yani, kwenye chochote unachotaka no kufanya, lazima upate elimu yake, maarifa yake. Ihiyo ndo, ndo siri kubwa, kwa sababu umenipa, umenipa majibu yako kidogo, yale ya watu ambao wanakimbia shule aa, Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa ukosa nini? Maarifa. Kwa hiyo usikubali kuishi kwenye hii dunia bila maarifa. Kwa hiyo maarifa kwenye nini? Kwenye kile kitu ambacho unataka kukifanya. Usifanye tu kijuujuu, mradi kama hivyo. Umekuja kwenye kazi za ndani, usikubali kuwa dada tu ile kama wa mtaani. Jitahidi kwa sababu usipojua kusoma na kuandika ndio? Kwa hiyo sasa jitahidi kuhakikisha unajifunza vitu vinafanyika vipi kwa usahihi, kwa ubora. Ukiwa hivyo utapata hela, utafanikiwa kwenye, na utaacha kurukaruka, mara leo sio niko dukani, mara leo niko wadada senta, mara kesho sio nitaenda wapi Aha. Hapa Wadada Senta, sisi tunachowasaidia ni muongozo wa namna ya kuanzia hatua moja uende hatua nyingine. A, nataka hiyo ndoto yako kweli ya kuuza nguo uitimize kupitia Wadada Senta, lakini Mgini. hata utakapoitimiza lile duka lako la nguo ya, ya, ya, yawe maduka mengi lile e, duka kubwa au yawe maduka mengi, lakini usirudi tena kwenye hizi kazi za chini. kila Mgini. siku uendelee kukua na kufanikiwa Dada Jesca. Haa, sana haya, karibu sana, tutakuwa kituoni kwetu, tutaelekezwa mfumo wetu wa ufanyaji wa kazi. Mengine umesikia nikiongea na dada na, na nani hapa. Mambo ya mambo ya kuondokaondoka kazini kienyeji, si hatufanye kazi kihuni, tunafanya kazi kwa mfumo na taratibu, na tunaziheshimu hizo taratibu kwa sababu ni moja kati ya sifa ambayo kweli kama tunataka kufanikiwa inabidi tuijenge tuwe nayo. Jitahidi kuwa waaminifu kwa kile tunacho wa kisema, saini mkataba wetu basi ufuate. Ukiufuata ni moja kati ya e, kitu ambacho kitakupa baraka, kitakufungulia baraka, si ndio? Ndio. Kwa hiyo jitahidi sana sana kufanya kazi kwa taratibu zetu, ukipewa miongozo vizuri namna ya kwenda kufanikiwa kwenye hizi kazi, zingatia Mtakalishwa kwenye training, usikae tu pale ili mradi siku iishe. Hakikisha unafuatilia zile training zinaelekeza nini, alafu yale uliyoelekezwa kayafanyie kazi. Ukifanya hivyo utafanikiwa kwenye hii kazi na utafanikiwa kwenye shughuli zako zingine zitakazokuja kuzifanya, sawa? Ipate ndio. Haya, karibu, asante haya.